Udugu wangu nambi, si ndo kakutana? uh -huh. uh -huh. mm. mm. <coughs> <coughs> <coughs> na, na yule dada yule, leo nchukulia bwana wangu, ulimfanyaje? Unajua nimemfanyaje? Nimempanisha, nimemshusha, nikamtia kwenye dastibini. Au nielewe, ndugu wangu, niujamtikisa. mm. Kwanza nilikopo na mvutia pumzi. Udugu wangu, kwani mimi unaniona? Yaani kama nimezaliwa na operation. Tatizo lako, oh, <coughs> niletee mimi. Na pale nimempandisha unafikiri namuogopa? Hmm. nikikutana naye mingumi nginja nginja. Si ndio mimi yule bwana Eh. -huh. Lilo nikuta, nataka unisaidie shoga yangu. Sumeelewa. Hmm. Yaani yule mwanaume mimi kaniona Taila. Yaani kanichezea bure afu kanikimbia. Eti ananiaga naenda chondo kuondoka mazima. Hii kweli, unaelewa kweli shoga yangu wewe? Shoga yangu wewe naye kaa umezaliwa na operation. Hmm. Ulikopo wapi, usinitumie message mimi nikaja chap. Yesu, yaani nilichanganyikiwa. Unajua nilichanganyikiwa wewe? Wewe naye umezorota udugu wangu umezorota. Ingekuwa mimi ngemfanya timbwili anaenda chontu poti boloni po. Ushauli unanitia ujinga kweli, udugu udugu, wesinichwe aka udugu wangu, kwa nakutania hmm. Mimi nikikutana naye nionyeshe, ntamfanya timbwili ajai kufanyiwa, ntamfanya timbwili. Au umesahau udugu wangu? Mimi nasema kweli. Ai, sakumbe nini ha? Hai. Hai, mbona ha, mbona Huyu mimi nikajua mtu wa maana sasa. Huyu wewe umejifanya kumtumia udugu wangu, ukashindwa kumlipa, ukajifanya unaingia chioni, kumbe umemkimbia sasa. Leo nitakuonyesha kazi hujai kuiona. Sogea sogea hapa, kijana wewe, ndio udai kutumia wanawake wa watu hapo, kuwapa hela zao, unajifanya uwezi. Sasa leo, piga magoti, piga magoti, mishwe changanyikiwa mwenzako

Wanangu, iaajanazunguo e, maisha ukweli naongea, ubwimbu tu mwanangu. Acha nachaazia mbovu, acha nachamba umbea, mtu wa kiume wenyewe. Wanangu simaelewa Ah chamba chamba umbea tu mwanangu afu mtoto wa kiume maisha ya ukweli. Si tunaishi kama vile. Ah chamba chamba umbea mwanenu mwelekezeni mwanenu. Oya. Bwana mnaimba imba tarabu ndugu zangu. Kuna mzee Usufu hapa. Kuna DJ Jacob hapa. Oya, sikilizeni mimi muuni mimi msela. Sijaitwa Sajo hivi hivi. Oya, nitakuja kumwaribia mtu hapa nitakuja kumuumiza mtoto wa mtu afu mtaa mzima utanuka kama kinyesi. Mimi muuni wadogo zangu. Nishaishi Mantoni, nishaishi Brazili, nishaishi mabichi huko. Oya, nishaishi kwenye mameli yaani. Oya yani nitakuja yani, kuharibia dogo zangu, afu mwisho wa siku hapa mtakuja kuniona mimi. Oya, brother Sajo jeu sijui nini. Oya mimi sipendi, unajua hizo habari mnazoniletea. Unajua dogo zangu, nawasomea kesi hii mara ya mwisho. Tutakuja kuharibiana dogo zangu, tutakuja kuharibiana na ongea tena, tutakuja kuharibiana. Hii haina namba hii, na hii pleni wa dogo zangu, hii pleni hii sio 72 wala sio 45 shaelewa wadogo zangu? Bampenzi, nimekuja magetoni kwako, sijakukuta. Wewe namba yangu hauna. Tunatafutanaje hivyo kama kuku? Mimi nilikuwa nakutafuta, nimepita ndio nimekuona Hi? Oya, Mnamuelewa wewe? Sikiliza mama mtu. Yaani mimi sitafuti kwa design hiyo, wewe mwenyewe unajua, mimi mwenyewe maisha yangu mabovu, kwa watu wanani tafuta kila kona. Kwa hiyo mimi naishi kisilence. Ushaelewa babu? Kwanza umekuja kunichafulia hapa kwa maskani kwangu, unajua kama hivi na kwa sio kweli, kwa mimi nafagilia mapenzi, nafagilia mapenzi, mimi mapenzi zero. Hapa no kama sina SMS yeah. Ah, kwa hiyo aneno wanaongea ubwimbwi hapa, mmenuna dogo zangu ile machikelea au vipi? Machikelea wanangu, machikelea au vipi? Semae watoto nyie, angalieni anakuja na chamba chamba umbea wadogo zangu, au au vipi? Maleta vishanta au vipi? Maisha akiyaunda mtoto mdogo, anachambachamba, nyie mmenuna tu hapo. Sema watoto nye, angalieni. Bwana, unasema kweli ya? Yani kwanza umekuja muda mwafa kama mtu, kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa sielewi. Oya, hia hia, hapa wewe mwenyewe unaelewa kwamba mimi mwenyewe nikikamia ile ile mbuchaga mguu neti, kama vipi baridi, tukatoka sababu mimi mwenyewe nilikuwa na kichupa nakichupa ile ile, afu nilikuwa sielewi